Kiwa uishi katika unabii au katika ufunuo ili Mungu atimize yale aliyoyakusudia. Usipoishi katika unabii na katika ufunuo, inakuwa ngumu sana Mungu kukutimizia yale ambayo amekusudia katika maisha yako. Unapoishi katika unabii na katika ufunuo, unakuwa mtu ambaye unatarajia kitu fulani, na si kukitarajia tu, kile kitu kinatimia katika maisha yako. Tutaanza namba moja. Namba moja nimeandika hivi, unabii ulitimizwa. Uh, unabii wa kuzaliwa Yesu Kristo ulitabiriwa na baadaye ukatimizwa. Tutaanzia hiyo, ni namba moja. Unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ulitajwa huwe unabii, lakini ulitimizwa kama ilivyokusudiwa. Tunavyoishi kiunabii au kiufunuo, tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu Yaani vile neno la Mungu limesema, sisi tunaishi katika vile neno la Mungu limesema. Ukiishi kando ya neno la Mungu, utaishi tu, ili tuweze kufanikiwa. Tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Nisikilize kwa makini sana. Tunaendelea na semina yetu na tuko kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na nimesema pia Kristo Yesu alitabiriwa kabla ya kufanya nini? Hajazaliwa neno la Mungu likawa linaishi. Manabii walitabiri ya kwamba Yesu atazaliwa, na hiyo ni miaka mingi sana. Mnakumbuka wakati Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, Mungu akatoa unabii, akamwambia mwanamke kwenye uzao wako wewe utamponda nyoka kichwa, unaona, naye atakusumbua kwenye kisigino. Huo ulikuwa ni unabii, na kweli kwa uzao wa mwanamke, tunaona hayo mambo yakaendelea kutabiriwa.